Turejee kaunti ya Nairobi ambapo wakazi wa Kibra walimiminika katika uwanja wa Kamukunji kumwomboleza Raila Odinga baada ya taarifa kuhusu kifo chake kuenea katika eneo bunge hilo. Aidha, masomo yalisitishwa katika shule ya Raila Education Center, huku walimu, wanafunzi na wazazi wa shule hiyo wakimwomboleza mwanzilishi wa shule hiyo. Setolale alikuwa Kibra kutwa nzima na ametuandalia taarifa ifuatayo. Wa wa huzuni na majonzi zilitanda katika mtaa wa Kibra ambapo marehemu Raila Odinga aliwahi kuwa mbunge kwa takriban miaka ishirini <tinyo> ambapo mwenda zake Odinga alifanya mikutano ya kisiasa. Huzuni kwa wingi sana sana sana katika makao ya Kibra. Tuko na huzuni sana. Baba ametutoa mbali. Kuna wakati aliweza kurudisha bei ya nyumba hapa. Hapo awali landlord angeamuka na ile ambayo amefikiria na ingekuwa bei ya rent. Kwa majina anaitwa Sarafina Wairimo, mimi ni mkaaji wa hapa Sarang'ombe. Bedroom ya baba, venye tumesikia saa hii, nilikuwa napika chai nikaacha hata sukari, ndio hii na nalia na lia sana baba, kama nivo ametuacha. Haki kusema tu kweli. Shughuli ya biashara na usafiri zilisitishwa kwa muda, huku wakazi wakifuatilia moja kwa moja taarifa kuhusu kifo cha Raila. <mulia> Katika shule ya Raila Education Center, masomo yalisitishwa punde tu habari za kifo cha mwanzilishi wa shule hiyo ziliposambaa. Yeye yeah, alianzisha shule akajaribu, akaleta marafiki zake. Hata ile building unayoona ile hapa ile kubwa ile ya kwanza ilijengwa na marafiki zake. Alikuwa na alikuwa na foundation na inaitwa Rock ambayo ilisaidia hii shule, ilikuwa inapatia watoto chakula, ilikuwa inalipia watoto school fees, ilikuwa inawapatia mpaka uniform. Mimi nilifadhiliwa na kusaidiwa na Raila Amolo Odinga baada ya kupoteza babangu mwaka 2006 kisha uh, hapo ndipo kupitia wakfu wake akasema kwamba wanafunzi wote ambao walikuwa werevu na wakwa na uwezo wa kulipa karo ama kusoma, atagharamia. Na mimi nilikuwa mmoja wao, amini wa wanafunzi mia saba wa shule hiyo, na wale marafiki zake wengi wale ambao walikuwa wanatusaidia, hatujui hapo mbele itakuwaje, sababu ilikuwa ni mkono wake na mdomo wake ndio ilikuwa inaweza tusaidia, na hata alikuwa anaweza kutusaidia mambo za pesa za chakula na chakula zenyewe, za marafiki zake walikuwa wanaleta. Ni katika eneo hili siasa za mwenda zake Raila Odinga ziliasisiwa, huku wakazi wakijiunga na Wakenya na ulimwengu mzima kumwomboleza Raila ambaye atakumbukwa kama shujaa. Seth Olale, Luninga ya Citizen, katika eneo bunge la Kibra, Kaunti